Assalamu alaikum. Karibuni Farwat's Kitchen. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitakuwa naonyesha jinsi ya kupika bajia za kunde tamu sana. Kwa hiyo endelea kutizama video ili uweze kuyafahamu mapishi haya. Kwanza kabisa, hapo kama mnapoona niko na kunde. Hizi ni kunde robo kilo ambazo kwamba nimeziosha nikazitoa maganda vizuri. Utaweka kitunguu maji kimoja ulichokikata uli ulichokikatakata na kitunguu saumu kama kunde tatu hivi. Pia utaweka chumvi. Alafu utaanza kusaga kunde zako. Unaweza ukazisaga kutumia kifaa kama hiki. Na baada ya kunde kusagika vizuri, utakuja uweke majani ya limro dania, na pia pilipili boga uliokata ndogo ndogo na pia unaweza kuongezea manjano kama utapenda na curry powder. Alafu utachanganya vizuri, na baada ya hapo hizi kunde ziko tayari kuchoma. Na baada ya mafuta kupata moto, utaanza kuchoma bajia zako. Kwa hiyo utatengeneza bajia zako kama hivi, na uanze kuzichoma. Hakikisha huzifanyi nyembamba sana, zinakuwa tu saizi ya kiasi. Kwa hiyo utaendelea kutengeneza kama hivyo ukiendelea kuweka kwenye mafuta, Na zikishapata rangi upande mmoja, utazigeuza upande wa pili, ili pia zishike rangi. Na hakikisha unazipika kwa moto wa kiasi, usiwe moto mkubwa, ili zipate kuiva vizuri. Na pia hakikisha huziachi mpaka zikakolea zika rangi sana, yani zinakuwa tu na rangi nzuri ya hudhurungi kama hivi. Na baada ya pande zote mbili kushika rangi nzuri, basi utazitoa kwenye mafuta na tayari kuandaliwa. Kama mnavyoona bajia ziko tayari, ndivyo ndivyo, kama hivyo mnaziona, mnavoziona, unaweza ukaziandaa kwa chatini ukwaju, ama pilipili aina yoyote yote ambayo kwamba utapendelea. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Tafadhali msisahau ku kusubscribe na kunifollow Instagram @farwatkitchen. Mpaka wakati mwingine, kwa herini.